ya CAF kwa ngazi ya club. Mbili katika kombe la shirikisho Afrika, mbili katika ligi ya mabingwa Afrika, wanakutana huko. Itakuwaje basi? Ni kwenda kujipambania katika hatua ya makundi, lakini Simba ndiyo timu ambayo ina uzoefu mkubwa zaidi kutoka Tanzania katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Katika hatua za makundi wamekwenda mara kadhaa wamekuwa wakifanya vizuri, hawajawahi kuishia hatua ya makundi, mara nyingi wamekuwa wakienda hatua inayofata tangu walipoanza kufanya uwekezaji wa haja mwaka elfu mbili kumi na nane kumi na tisa. Ilikuwa ni mara ya kwanza baada ya revolution ya kutosha, na leo hii wanaendelea kuifanya kuwa ni kawaida yao. Leo maema kutoka Afrika Kusini, yupo kocha kutoka Afrika Kusini pia kwa maana ya kocha wa singizini hotswas, wote hawa kutoka ni kocha ambaye kwamba wanaweza kufanya comeback kama ambavyo timu yake Orlando Pirates walifanya comeback dhidi ya Saint Eloi Lupopo jana. Jiji ni Dar es Salaam, uwanja ni Mkapa. Na ambao wametoka kukata tiketi hapa.